Mahakama ya kubali pingamizi la pili la Lisu, lakini mahakama yaikataa ripoti ya video ya uhaini ya Lisu. Hiyo ni habari pia inaendana kwenye gazeti lako la mwananchi ukurasa wa mbele, lakini bado kuna habari inayosema familia ya Heche ya hoji alipo ndugu yao yatoa siku moja, familia ya Heche ya hoji alipo ndugu yao yatoa siku moja. Lakini ajali ya treni ya SGR ilivyoacha maswali, ajali ya treni ya SGR ilivyoacha maswali. Lakini kwa habari kwa ufupi inasema ajali ya treni SGR ilivyotokea mapema katika kituo cha Ruvu mkoani Pwani, mbali na kukwamisha safari za abiria kwa muda, imeacha maswali lukuki kuhusu chanzo chake. Lakini bado kuna habari inayosema Tukta chagueni viongozi watakaojali haki na maslahi ya wafanyakazi nchini wasema chagueni viongozi watakaojali haki na maslahi ya wafanyakazi nchini. Hiyo habari inapatikana ukurasa wa mbele kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini mageuzi mapya usafirishaji Dar es Salaam. Mageuzi mapya usafirishaji Dar es Salaam, hiyo ni habari ukurasa wa mbele pia. Na jinsi wateja wanavyoomba keki, vinywaji vyenye dawa za kulevya. Ya jinsi wateja wanavyoomba keki, vinywaji vyenye dawa za kulevya. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana na gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo lenye habari kubwa inayosema, Dr Samia hakuna mwenye miliki ya nchi kafu ya beza wanaogomea uchaguzi. Lakini NMB ya orodhesha moja ya benki ya 40 bora barani Afrika. NMB ya orodheshwa moja ya benki arobaini bora barani Afrika. Lakini huduma huduma za za SGR baada baada ya ya ajali pwani. E, ya ajali kutokea pwani kutokea. Lakini tukta yataja mafanikio kumi na sita serikali ya awamu ya sita, hicho ni chama cha wafanyakazi tukta yataja mafanikio kumi na sita serikali ya awamu ya sita. Lakini Lissu wapangua hoja nyingine, mahakama yakata ripoti ya uchunguzi wa polisi kwenye kesi ya mashtaka ya uhaini inayomkabili lakini nchini Kenya kuanza kutumia sindano za ARV badala ya vidonge. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti la Nipashe. Mgombea urais ADC ahidi satellite kuharakisha kesi huyo ni mgombea urais ADC ahidi satelaiti kuharakisha kesi. Lakini mabasi mwendokasi kufika Buza, Chamanzi, Kigamboni. Mabasi mwendokasi kufika Buza, Chamanzi, Kigamboni. Na serikali yatangaza fursa ajira elfu hamsini nje. Serikali yatangaza fursa ajira elfu hamsini nje. Lakini Mwigulu ajivunia taifa kujitegemea Huyu ni Mwigulu Nchemba ajivunia taifa kujitegemea, yule ambaye inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari kubwa inayosema Samia ataka vijana kuwasiharibu nchi. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan ataka vijana wasiharibu nchi, ahimiza eh, waheshimu sheria, katiba, asema Tanzania ni pepo, ajivunia siasa safi kuendeleza watu, ukubwa wa CCM. Nchimbi asema asiyempigia kura hana nia njema lakini CCM yawapa maagizo viongozi upigaji kura. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele, lakini bado ineki yatoa maagizo matano upigaji kura, e, ineki yatoa maagizo matano upigaji kura. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu, lakini asasi za wan za wanawake zaeleza umuhimu kuchagua viongozi. Hiyo ni habari ukurasa wa saba wa gazeti la habari leo, na mradi wa bilioni tisini na nne kukabili e, gesi joto kulinda viumbe hai. Hiyo ni habari naendelea ukurasa wa tatu kwenye gazeti la Habari Leo pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini uchana gazeti la Habari Leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenye lina habari inayosema Dr Mwinyi tuhimizane kwenda kupiga kura. Huyo ni rais wa Zanzibar na ni mgombea wa chama cha mapinduzi Zanzibar. Dr Mwinyi alisema tuhimizane kwenda kupiga kura, lakini Dr Mwinyi akabidhi hati ya umiliki mashamba ya karafuu. Dr Mwinyi akabidhi hati ya umiliki wa mashamba ya karafuu. Vijana tunzeni, Tanzania ndio nchi yenu. Ni Dr. Samia asema vijana itunzeni, Tanzania ndio nchi yenu. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Zanzibar leo, ukurasa wa mbele. Ni kitu kichana gazeti la Zanzibar leo, tuangazie gazeti lako la Uhuru leje linatuandikia CCM tuta, tutatetea haki watu wenye ulemavu. Lakini wasira ahimiza kila mmoja kupiga kura, habari inaendelea ukurasa wa 3, huku Dr. Samia afunda vijana e, Dr. Samia afunda vijana awataka na awahimiza eh, kujitokeza kwenda kupiga kura. Lakini Nchimbi aitaja rekodi Dr. Samia Afrika Mashariki, e, Nchimbi aitaja rekodi ya Dr. Samia Afrika Mashariki na NMB atajwa kundi benki bora barani Afrika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele, patenekale yako kwa habari kwa kina. Lakini ukiachana gazeti la Uhuru, tuangazia gazeti lako la Majira lenye linaandika treni ya SGR yapata ajali kwa mara ya kwanza. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Lakini Wasira, viongozi wahakikishe watu wanaenda kupiga kura. na ni mbili moja benki ya 40 bora barani Afrika. Lakini serikali yaboresha zaidi mazingira ya uwekezaji, huku tukta, wafanyakazi nendeni mkapiga kura Oktoba 29 na Samia ataka vijana wasidanganyike, nchi inawategemea. Hiyo ni habari ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Majira patnekele yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania uzalendo kwanza asubuhi ya leo linaandika kimbunga chenge cha inyemelea Mtwara. Lakini vijana ilindeni nchi yenu, huyo ni Dr. Samia na hiyo ndo habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wa mbele ni vijana ilindeni nchi yenu. Lakini NMB yatajwa miongoni mwa benki bora 40 barani Afrika. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika Dkt. Samia Tanzania ni pepo, amani ilindwe. Jengo la kisasa la huduma jumuishi kujengwa Muhimbili. Lakini ahidi kufanya siasa safi kuboresha maisha, haki na utu. Huyo ni Dkt. Samia Suluhu Hassani mgombea wa Chama cha Mapinduzi CCM. Na gazeti lako la Dira ya Mtanzania lenye linaandika Samia Tanzania ni moja ya nchi salama. Hawataka vijana wasidanganywe awaambia nchi yetu ni pepo, awahimiza kuwa wazalendo. Lakini SGR yaomba radhi, huduma za rejea SGR yaomba radhi, huduma za rejea. Lakini NMB ya wa moja ya benki tano bora barani Afrika, Afrika Mashariki. Lakini Tarura Rufiji yakagua miradi zaidi ya bilioni 25. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Daily News Tanzania ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, Tuangazie sasa kuna michezo na burudani. Gazeti lako la Dira linatuandikia Kapombe eh, kuwania tuzo ya mchezaji bora ndani ya Afrika. Lakini SRB International Super Cup yazinduliwa, mashindano ya Bandari 2025 yazidi kung'ara Morogoro. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira, huku gazeti lako la Uelekeo linaandika BASATA ya mkabidhi bendera Miss Universe. Lakini Yanga ya apa kulipa kisasi kwa Mkapa, e, eh, ni kuelekea eh, mechi ya Jumamosi, Yanga ya apa kulipa kisasi kwa Mkapa. Lakini Dr Samia aiomba simba fainali aiona Simba fainali klabu bingwa barani Afrika, hawakabidhi shilingi milioni 15 za goli la mama. Lakini Azam fc washindwa wenyewe leo, e, Azam fc washindwa wenyewe leo. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa michezo. Lakini Taifa Tanzania gazeti lako naandika Rais Samia kuitangaza Tanzania kimichezo na burudani kimataifa na msanii Bob Junior aomba msaada wa matibabu kwa Rais Samia. Hilo ni gazeti la kula Taifa Tanzania kwenye kurasa wa michezo. Gazeti la kula Majira linaandika Yanga kuishangaza Silver Striker kesho. Mashabiki hawana kipingamizi, waahidi kuujaza uwanja atakayefanya vurugu kukiona. Lakini Simba wamwahidi Samia kufanya vyema kimataifa. Azam FC KMKM hapatoshi leo Chamanzi. Hilo ni gazeti la kula Majira ukurasa wa michezo huku gazeti lako la Uhuru linaandika Migiro waandika umahiri wa Dr Samia katika michezo, lakini Kobisi ampa tano Dr Samia. Yanga Simba zaita mashabiki shime, kazi bado ipo Twiga Stars, lakini mashabiki wa Liverpool wa mlaumu Mo Salah. hiyo ni habari ya kimataifa nasema. Eh, mashabiki wa Liverpool wa mlaumu eh, Mo Salah. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye michezo, huku gazeti lako la Nipashe naandika ni Samia aipeleka Simba fainali, awaambia inawezekana, ina kikosi bora msimu huu. Kapombe afunguka, amewapa mzuka kutoa ubingwa. Hilo ni gazeti la kura Nipashe, lakini mabedi aota kasi itawavusha Yanga. E, mabedi aota kasi itakayowavusha Yanga. Hilo ni gazeti la kura Nipashe kwenye kurasa za michezo. Huku Zanzibar leo inaandika KVZ ya kileleni ligi kuu Zanzibar, lakini Tiga Stars kurudi kurudia ya karata yake ya mwisho Oktoba 28. Mashabiki Simba wapewa jukumu la ulinzi. Singida Black Stars yaziangaza eh, dakika tisini za moto kafu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo, lakini Msuva awapa neno vijana mafanikio ya michezo. Lakini kwenye gazeti lako la habari leo linaandika Azam KMK mkuandika historia. Leo Samia tumefanya vizuri kwenye michezo. Shime awapa tano nyota Twiga Stars. Hilo ni gazeti lako la habari leo ukurasa wa michezo. Gazeti lako la mwanaspoti lenyewe ukurasa wa mbele linaandika huu ndio mtihani pekee mzito kwa Pantevo wa Simba. Eh, huu ndio mtihani mzito wa pekee kwa Pantevo wa simba. Lakini Pakome Max watwisha mzigo Yanga. Mambo matatu aliyoanza nayo kocha wa yanga, eh, huyu ni mabedi. Mambo matatu aliyoanza nayo kocha wa yanga andambwile, asiangushe yanga na, lakini eh, draw ya makundi kafu kuchezeshwa Novemba do ya makundi kafu kuchezeshwa Novemba. Ugumu ulipo katika kuisaka rekodi mpya kafu hiyo, ni habari inapatikana kwenye gazeti lako eh, la mwana spoti ukurasa wa mbele. Lakini Shilole na jambo kwa e, kina Esha Buheti, hiyo eh, ni ukurasa wa nane wa gazeti lako eh, la michezo na burudani kwenye eh, ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Mwanaspoti na habari hizo kwenye gazeti la Mwanaspoti, ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina.